Kwanza kwa majina, naitwa Joshua Mbalila Nyisile, ni kaimu afisa mipango. Sasa kwa suala la utekelezaji wa miradi hasa hasa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rungwe, serikali imekuwa ikituletea fedha nyingi sana za miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha utoaji wa huduma katika vituo vya kutolea huduma kwenye ngazi za wananchi kule chini na miongoni mwa maeneo ambayo serikali imelenga kuboresha na imeleta fedha ya kutosha ni pamoja na sekta ya afya. Tukianzia na hospitali yetu ya wilaya ya Tukuyu ambayo maarufu tunaita hospitali ya Makandana. Ukienda pale sasa hivi tuna jengo tunalijenga jengo la OPD, lakini pia na wodi za wanawake na wanaume serikali imeshatoa fedha mpaka sasa hivi takriban shilingi bilioni tatu. E, imetoa fedha hizi kwa awamu tatu. Imetoa awamu ya kwanza ilitoa mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili tulipokea fedha shilingi bilioni moja, lakini mwaka wa fedha ishirini na mbili ishirini na tatu pia tulipokea fedha shilingi bilioni moja na mwaka wa fedha huu tunaoendelea nao wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano tumeshapokea shilingi milioni mia saba na kufanya jumla ya fedha tuliopokea kwa mradi ule mpaka sasa hivi kwa ujenzi wa miundombinu shi, kufikia shilingi bilioni mbili nukta saba lakini sambamba na hiyo pia tumeshapokea fedha shilingi milioni mia tatu, kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba pindi jengo hilo litakapokuwa limekamilika na vifaa hivyo tayari mpaka sasa hivi vimeshanunuliwa. Kwa hiyo kiukweli kutoka moyoni kabisa Uh, naishukuru sana pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha hizi ambazo kwa hakika zinaenda kuboresha eh, utoaji wa huduma kwenye sekta ya afya ya wananchi moja kwa moja. Na jengo lile tunatarajia mpaka kufikia mwezi wa nane litakuwa limekamilika na litaanza kutoa huduma na kama mnavyojua hospitali yetu ya wilaya ya Tukuyu ni ya muda mrefu, majengo yake mengi yamesha chakaa, lakini kwa ujenzi wa jengo lile sasa hospitali hii inaenda kuwa mpya na ya kisasa kabisa, na itawapunguzia wananchi wakati mwingine kwenda kupata huduma maeneo mengine hususan mkoani ambako kuna hospitali zingine nzuri kwao. Tunategemea hapa hata wilaya zingine za jirani watakuwa wanakuja kupata huduma. Kwa mfano wilaya ya Kiela, ukienda wilaya ya Ileje, watakuwa wanakuja kupata huduma hapa, kwa sababu tutakuwa na jengo bora kabisa na la kisasa. Kwa kweli tunaishukuru serikali ya Mama Samia, wametutazama kwa hili, na sisi kama watendaji ambao tumepewa dhamana ya kumsaidia Mheshimiwa Rais uh, tunajitahidi kuhakikisha tunasimamia miradi hii kwa viwango vya juu kabisa ili ilete tija kwa wananchi. Uh, lakini si eneo hilo tu la sekta ya afya uh, serikali hii pia imeangalia sekta upande wa sekta ya elimu imefanya mambo makubwa sana. Hivi ninavyozungumza kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha mwaka 2024-2025 serikali hii hii ya awamu ya sita ya Mama Samia imeshatoa fedha takriban shilingi milioni mia tano themanini na tatu kwa ajili ya ujenzi wa shule ya Amali Kisondela. Shule hii ni muhimu sana katika halmashauri yetu na kwa wananchi wetu kwa ujumla kwanini? kwa nini? Kwa sababu eh, sasa hivi kama unaangalia, ni kwamba tuna changamoto ya ajira, vijana wanamaliza vyuo lakini hawana ajira. Sasa serikali imekuja na mpango mbadala wa kuona tunaleta mafunzo ya ufundi katika ngazi za sekondari ili watoto wanapomaliza wawe na, na, na ujuzi na waweze kuyamudu maisha watakapoenda mtaani. Kwa hiyo lengo la serikali kuleta fedha zile ni kuhakikisha tunajenga shule hiyo ambayo kimsingi ni ya ufundi, na tunategemea shule hii mwezi Januari mwakani itaanza kudahili wanafunzi. Kwa hiyo watoto watakuja kusoma masomo ya ufundi pale, kutakuwa na ufundi wa aina mbalimbali. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri, ni hatua ambayo inaenda kutibu tatizo la watoto kumaliza shule pasipokuwa na ujuzi na hivyo watoto wakimaliza shule watakuwa wanaenda mtaani, watakuwa na uwezo wa kujitegemea na kufanya kazi mbalimbali zikiwemo za ushonaji, ufundi umeme, ufundi ujenzi, ufundi magari na kadhalika, na kadhalika kadhalika. Kwa e, katika eneo hili pia nipende kuipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kuliona hili, kwa sababu hii sisi kwetu tunaona ni mwarobaini wa changamoto hizi ambazo zimekuwa zikisema mara kwa mara kwamba watoto wanamaliza wanaingia mtaani hawana ajira, lakini ukiwatazama pia hawana ujuzi. Lakini kwa uwepo wa shule hii watamaliza na watakuwa na ujuzi tayari, na wanao uwezo wa kuingia moja kwa moja kwenye soko la ajira. Kwa hiyo eh, hili pia tunampongeza sana mheshimiwa Rais. Lakini kwa upande wa sekta ya afya pia hai, hai, serikali imeendelea kututazama kwa jicho la, la, la, la, la, la, la, la kipekee sana. Tuna kata yetu ya Kiwira. Ile kata ya Kiwira kwa halmashauri yetu ndio kata yenye idadi kubwa sana ya watu, ina jumla ya wakazi wapatao elfu thelathini na saba ambao ni wengi, na kwa muda mrefu ile kata haikuwa na kituo cha afya, lakini sasa hivi pale serikali imetuletea fedha shilingi milioni mia tano kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha kisasa kabisa kwa lengo la kuwahudumia wakazi hawa wote wapatao elfu thelathini na saba, lakini na kata zingine za jirani. Na utekelezaji wa kituo hiki kimsingi ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa nadhani ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kama sikosei, ambapo wananchi waliomba kituo cha afya kwamba wana changamoto ya kituo cha afya hawana, na Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba atatekeleza na kiukweli, alitekeleza. Mheshimiwa Rais alituletea fedha, kituo kile kimejengwa. Sasa hivi kituo kipo hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji na tunategemea mwishoni mwa mwezi wa tano kituo kile kinafunguliwa rasmi kwa ajili ya kutoa huduma zote zinazotakiwa kutolewa kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo, pia katika hili tunaishukuru serikali, tunamshukuru Mama Samia kwamba uh, ni msikivu, maana wananchi waliomba Akawasikia, akasema atawapa, kawahidi, na hakika amewapa. Kwa hiyo hilo tunamshukuru, na, na hata wananchi kwa ujumla naamini wanaungana na mimi kumshukuru mheshimiwa rais kwamba amekuwa msikivu na anatekeleza ahadi yake. Kwa hiyo sisi kama wataalamu, kazi yetu ni kuhakikisha tunaitekeleza miradi yote hii kwa viwango bora kabisa, ili iende kutatua changamoto zinazowakabili wananchi huko chini.